Sijaa siku ile niliwapiga laki hizo, laki tatu, ukiacha ile nauli na hela ya kula. Laki tatu niliwanyoosha nikaweka. Kwa hiyo hata tukitumia hiyo laki tatu bado ni salama e. Tukishatoka humu ndani, unajua kwa tutaenda tauflisi huko mtaani, tutatafuta chumba, tutapanga geto letu, tunaishi unyama.

And action. Miki ilichoneta hapa, wala sio hiyo kazi ya mwisho. Maana kuhusu ile kazi tayari majibu ninayo. And you know what? What be. Yani, wakisema wajipange, sijui huko watuue, watupige, watugarigazi, watuvunje vunje kila kitu humo ndani, lakini mimi kukuacha wewe siwezi, wasikuachi shida ya aina yoyote, unaweza kwenda benki, kwenda kudoo, ukafanya matumizi yako. Na pia atakapokuja mtu yoyote kama mimi sipo, maake mimi naondoka hapo. Mama, yani nimetoka mbio huko, nikasema nije nikusikilize. Askim, pole <sighs> asante kweli, nimekuita mwanangu sasa oh, tuna ni shoti sio, kwa nani shoti sio, mimi ninamwambia tau <laughs> ni asante. Na hiyo ni fupi tu, nani unakuwa pigo mmoja tu. Ah, yaani kale ndio unai, unaitoa ripoti. Acha Kadi inarudi kwako na itakuja ya kwako. Najua nilikabidhi pesa za kutosha tu, lakini najua kwa sababu wewe msichana umeshazitumia vitu vyangu. Ah, sorry <laughs> <laughs> ntaka sindo kumaliza hivo, yaani umalize vyote mauba, sikubabua akubabue kabisa. Tuendelee na vingine mm, and action. Mbona utakuwa mtihani tena? ah! Cheza cheza na ibaki juu juu juu. Mnaitesa kamera, yani hapa hapa hapa hapa hapa, hii tu, vile vile ya dume. Cheza dume, cheza sudari ya dume. Action. A -a, uje tule sindio? Hmm. Yeah, Action. Uje tule sasa hivi. Umeitoa wapi? Kwa kweli? Ni kweli kabisa, nimeenda mpaka pala napouza mioko vizuri tu, nilivyogeuza kushoto pa nikakutana na deli la chips. Atumata kwa kuku. Nikashindwa kuvumilia kuvumilia, mwenzako kanunua. Sasa hebu angalia, pesa yetu haitoshi na hapa sisi ni wageni, tutaishije? Sasa kuhusu hilo aha. Aha, sasa usiniache jamani, tu nikamalizie, ni eh, itaishia tu tunafanyana hivi eh. Let's go.